Noma, si noma. Noma ni mtu noma. Noma mnoma sana. Ni noma si noma. Noma. Moto. Mimi ni fire si fire. Dawa ya moto ni moto, dawa ya kasongo ni kufinish. Wacheni kuhara mapema mkiwa na ile mtu ya soprano. Nakazirikia nani wewe, kuja babara na rigijimu wanaume ya saizi yako? Mtu kiburi kisirani, hasira inatoka hapa mpaka South Africa. Wewe unababaika nini? Mambo bado. Sasa hawa watu mwambie atulize boli. Mambo bado. Sasa tumetembea hapa Mombasa kuongea na makazi ulali. Sasa makazi wakiongea, shida yako ni nini? Siasa bado ndio wanaingeika sahi, alali ikifika saa nane amepoteza usingizi. Sasa mnasema hii, na siku tukianza siasa yenyewe yenyewe, simuta mutakimbia, watajua wajui tutawakamatia chini. Kamata chini, chini, chini kamatia chini kamatia chini kamatia chini. makuzo mko mko, makuzo mko mko, mimi siwezi kufuata Rigadi, kashagwa. hiyo ni opposition ya shetani. <coughs> acha sasa, he ndio opposition leader hapa Kenya Rigadi? naweza kuwa opposition leader hapa Kenya. Sasa mimi mtu nimepigana na Al-Shabaab nimepigana na bandi nitashindwa na watu ya siasa hapa kidogo? watu kidogo hapa watu kidogo. Nani amerefuka? mjinga iko mashakani mrefu, ama ama maskini akirefuka. Kiswahili, nasema nini? I don't know, ni nini namsumbua. Opposition ya kweli ni ile mimi naongoza. Kumbuka hashtag Ruto must go. So ule muti ya sijui katikati, sijui watermelon <laughs> ati anauliza maswali hiyo. Kichwa yake ni mzuri kweli mkipima? Sasa niungane na watu wanaenda nyumbani mara ya mwisho. Nilikuta yeye ati ameketi kwa lami Nairobi. <laughs> Ameambiwa na mwingine tuendeni tuketi kwa lami. Ule Kalonzo ambaye alikuwa vice president siku hizi anaketi kwa lami. Sidhani tulikutana na Ruto Makadani. Atuelezee tulikutana na wapi? Mumuombe jameni. Nataka kunipangia mpaka vile nataka na bibi yangu. Ya naringa na bibi yake. Kama nyinyi mtaka kutembea na mabibi zenu, it's up to you. Anasema, unaona, bibi yangu yuko hapa. William Ruto hakutaka nitembee na mama kanisani, akiweko nikionekana, mimi niko na bibi na yeye hana, picha si nzuri. Nafikiri alikuwa anaona oh yeah. Mimi sijakuja na bibi yangu. Mlipangia mimi pahali nitatembea na bibi yangu nikiwa kwa ofisi. Sasa nimetoka, sasa mimi nikitembea na bibi yangu wote sio problem. Hata kwanza kutembea na bibi yako kila siku, hakuna mwanaume anatembeana na mwanamke akitembea, akifanya siasa. Sasa nimeona hii watu ya Ruto wanalalamika ati mimi natembea na bibi yangu kanisani. Sasa wanataka nitembee na nani? Kwanza kwa I say, lete. Kwa demo wangu manze, akiamuka kwa kitanda na bibi yake, utamu iko mtu akiwa ndani ama nje. Mnapenda utamu ama mtaki? Ati hakuna kuingiza na kutoa. Mnaingiza na kaa ndani. Kasongo mbona wewe huu? Oh Oh, You're terrible. My Kasongo mbona wewe huu? <laughs> waamue kama watatembea na wote pamoja ama moja moja. Tafadhali mimi naomba nyinyi mnisaidie, huyu mtu atakuja kuniumiza. Huyu mtu ananipeleka kama gari ya miraa. Kama baiskeli ya kuibiwa. Kama gari ya miraa. Sisi mimi ni kwa raibu wa William Ruto. Huyo jamaa kwa kuruka wewe ni one touch. Ati mpango yao, Ruto Mazuko. Sasa Ruto mazgo itakusaidia na nini? Hata wanasema sijui kazi, ukisikia mtu anakwambia kazi, ni kama yule mtu unapatanga na bibi yako anakuambia hapana, huyu bibi ni kazini yangu. Wakwende kabisa, Soprano, Mr. Yesa, hawa watu wengine hawana mpango Wacha, msipoteze wa, na we cannot hand over to people hawana mpango. Sisi kama jamii ya Mulembe tutaanza kutafutana mandugu kwa mandugu kabla tuende kutafuta makuzo ni. <coughs> Mtakubali hii historia ao watu ambao hawana mpango yoyote? ukiniuliza kama sifuna ule mkataba tuliandika na UDA is of no use. As I speak today, tuko na wajuaji wadogo pale, wako na kisirani kidogo, lakini watakutana na mimi, na ndio maana nasema hiyo mkataba haina maana. You have no plan to do anything. Wameharibu uchumi na wataki tuzungumze. Lazima tutasema. Na kama wako na kisirani na mimi wawachane na Wakenya, wakuje tukutane kando huko. Alafu mwingine anatuambia kazi ni kazi, kazi si kazi, kazi si ambayo ulipata ndio kazi. Eh, hey, nitawamalizia pale kando, wow, watu <laughs> na tunaona watu kila wiki wanatembea na mamilioni ya pesa ati wanafanya empowerment. Yule anaitwa Mr. Moneybags. Anasunguka na pesa na magunia akipatia wamama na vijana kuwadanganya. Inawezekanaje kwa mwezi mmoja mtu mmoja atoe shilingi milioni 100? Wakwende kabisa, huyu Soprano anaenda na 100 million every week. Mtu hata akitembea, unaangalia ni kama ana hope, ukiangalia ile ni sura ya kukua rais. Hata wewe angalia kwa macho, na hao wabunge wenu na gavana hapa wanaendelea kupigia kasoko makofi na kumwabudu kama ni Mungu. Uchukue hii kichwa ya Faruk Kibeti uvalishe ule wa mnyoro ule mtu ya masuti, ule mtu ya masuti, atakuwa muenda wazimu, kwa sababu akili ya Faruk mingi, mwili yake yesi kabeba. Wewe unafuata amri, ni kama uchukue radio.